Ni madogo na naamini kwenye kliniki mtawapa mrejesho wenzenu. Serikali yako matatizo kwa kweli sio ya serikali, ni jamaa fulani mahali fulani kwenye cheo kinachoitwa fulani kuthibitisha kusibitisha ukubwa kwa gharama ya wengine. Matokeo yake serikali nzima tunalaumiwa kwa uzembe wa mtu mmoja. Wakurugenzi wa halmashauri

hili simti linayeamini kuja kupiga hotuba na kupiga picha alafu halafu kawajiatma matatizo yao. Kwa nafasi yangu nizungumzie maeneo yote, kwa maana ya kwamba kule Muleba kwa mfano au Ukerewe na nsio emfikiria mheshimiwa mgeni rasmi kufikiri kwa habari ya wanaofanya kazi katika visiwa vile na walio wengi lazima wawe walimu kwa sababu mahali ambapo watu wapo, watanzania wapo, elimu inatakiwa itolewe. Huduma nyingine inaweza ikachelewa kidogo, lakini sio elimu, hasa kama elimu inatolewa na watu wale wako katika maeneo ambayo kwa kweli kila mmoja akipelekwa anatamani kurudi. Si basi viweko vivutio kwa walimu hao wanaokwenda kule, angalau kwa kitu fulani hivi kasababishe kwa motivate, ili waweze kuendelea kule na kwenye vikao hivyo tunatumia platform hiyo kusikiliza changamoto za walimu na kuona namna nzuri zaidi ya kuzitatua. Sasa, pamoja na changamoto ambazo zimeelezwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ningependa niseme baadhi ya maeneo ambayo nadhani vile vile kama serikali tunahitaji kuyafanyia kazi. La kwanza, ukiacha zile changamoto za kiutumishi, ziko changamoto za kimfumo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulifanya mabadiliko makubwa tukawezesha shule zetu za msingi na sekondari na tukatengeneza wakuu wa shule na walimu wakuu kuwa ni sehemu ya accounting officers. Kwa hiyo unapomfanya mwalimu anakuwa accounting officers, maana maana yake anawajibika kwenye fedha anazozipata na namna ya matumizi anayoyafanya. Sasa katika mfumo ule, mheshimiwa mgeni rasmi, wakati mwingine baadhi ya walimu wanapata changamoto ambazo kwa kweli zinatokana na ukweli kwamba hawakusomea masuala ya fedha. Sasa ni vizuri tukaendelea kubuild capacity ili kazi nzuri wanayoifanya kwa kuwa na uelewa mdogo kwenye masuala ya fedha waifanye vizuri zaidi. Katika kumbukumbu kumbu za kutatua changamoto za walimu, wakati wote serikali imeendelesha huduma hizi, lakini kwa mfumo huu kwa kuwa na timu moja one stop center ukihusisha waajiri wote wanaomhusu mwalimu pamoja na chama cha walimu, ni kliniki ya kwanza kufanyika Chini ya utawala wa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Tunajivunia kutatuliwa changamoto zetu tulizonazo ambazo zimekuwa zikitusumbua kwa muda mrefu. Kwa mfano mimi, toka nimeajiliwa, nina changamoto zangu za toka siku na ya kwanza naajiliwa, sikuwahi kupata mishahara yangu ya miezi miwili, lakini leo naamini kupitia kliniki hii ya Mama Samia changamoto yangu itatatuliwa kwa wakati na pia tutaendelea kunufaika na mama.